Naitwa Messi Chengula, balozi wa amani, pia katibu kamati ya mahusiano shirikisho la wachimba madini Tanzania. Nadhani tumekuwa na, tumezungumza na vyombo vya habari jana na, pamoja wiki nzima imekuwa ni hekaheka ya kuhusu msasa pamoja na wachimbaji wadogo, lakini yote katika yote, kwanza tunamshukuru Mungu pamoja na kushukuru a, serikali a, ya mkoa pamoja na wilaya kuhakikisha kwamba shughuli za za, za, za uchimbaji zimerejea katika eneo letu la, la, la, la mgodi wa Msasa mkoani Geita. Ah, kulikuwa na changamoto, lakini a, sasa hivi shughuli zimerejea, na hata wale wenye changamoto ambao wamekuwa wenye changamoto, naona wanaendelea na shughuli, wakati changamoto zao zikiendelewa kutafutiwa ufumbuzi, kwa sababu hakuna marefu ma, ma, ma, yasiyokuwa na incha, nadhani kila jambo mimi ninaamini Serikali imeona reaction ya jana itachukulia, uh, itawasikiliza pande zote, na tunategemea uh, siku si nyingi kuja kutokea tamko kwa yale yote yanayoendelea katika mgodi hii. Ni hapa unaposimamisha mgodi kwa muda wa masaa sita, hasara uh, ni kubwa kwa sababu cha kwanza watu wanategemea kufanya kazi kwa kupata kipato cha siku, na pili, uh, uh, kitendo cha watu kuto kufanya kazi katika mgodi, kwanza kuna mambo mengi na ndio maana Uh, serikali ikatoa kwamba leo kazi ziendelee kwa sababu unapofika mahala mgodi una, una watu zaidi ya laki tano milioni moja wanaofanya kazi. Unapowazimamishia kazi kwa muda wa masaa kumi na mbili, maana yake siku hiyo umepoteza kodi ya serikali, umepoteza riziki za watu. Kwa hiyo mimi nishukuru uh, serikali kwa kuona leo mgodi ulejee na wale wenye changamoto waendelee na kujadili changamoto zao kwa mujibu wa sheria kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vipo uh, uh, vyombo vya sheria vipo ili walau shughuli ziendelee. Suala la amani la kila Mtanzania na sote ni Watanzania, nchi ni ya kwetu wote na amani inapaswa iwepo, na fursa za watu za kupata kujikimu kimaisha ni haki ya kila mtu. Ni bora tuache wananchi wa mama ntilie, kuna bodaboda, kuna wasafirishaji kuna, kuna, kuna, kuna, kuna leseni zinalipiwa kuna vitu vingi vinalipiwa mbarabara, serikali inalipiwa, wananchi wadogo wadogo mpaka wa chini kabisa wanapata riziki, na maelfu wa Tanzania hapa wanatoka mikoa yote ya Tanzania. Naitwa Simoni, wana charesi wenye Simoni, Simoni eh, Charles yes. Nashukuru sana kwa jambo kama hili mliokuja nalo, hongereni sana kwa jambo kama hili mliokuja nalo, lakini wachimbaji tulikuwa tumechukia sana kwa hili swala Yeah, ndio maana ikaanza kufanyika vurugu, lakini tunashukuru sana kwa kuleta jambo kama hili la amani ya kutosha. Mimi niko kazi, zinaendelea vizuri, amna shida. Kwa majina naitwa Laurent Stuart Mgasa, ni meneja wa Msasa Gold Mine. Kimsingi tunashukuru kwa sasa mgodi wetu hali ni shwari. Kutokana na taaruki iliyokuwa imetokea jana, tulitoa taarifa kwa watu wanaohusika na madini, lakini pia kwa vyombo vya usalama walifika mapema wakazuia fujo ilikuwa inaendelea. Kilichokuwa kinaendelea jana, kimsingi hakijazalishwa kabisa na wale wachimbaji sahihi ambao ni wamiliki wa maduara kwenye eneo la fensi. hii tokana na baadhi ya watu wanaofahamika kama nyani walizalisha taharuki, lionekane kuna fujo, kupiga mawe fensi na kunataka kuingia bila kufuata utaratibu, ili waweze kuiba yale mawe ambayo inaonekana yana uzalishaji mkubwa. Kilichotokea ni kwamba juzi mvua ilinyesha, lile eneo la fensi liko kwenye mbuga na imekuwa ni kawaida ya idara ya ukaguzi inaponyesha mvua, sababu kule tent na ni mabanda ilichanika eneo la gata. Kwa hiyo maji mengi yalimwagika kwenye maduara na lile ni eneo la mbuga. Kilichofanyika, idara ukaguzi walizuia watu kuingia, ili wafanye ukaguzi, kuangalia ile maduara yaliyotitia na kuimarisha usalama. Kwa hiyo katika kuzuia ile, ili wapate muda wa kukagua usalama wa mgodi, ndipo manyani walipozalisha taharuki, kwanza kupiga fensi, ili waweze kuingia kwa lazima kuiba mawe ambayo yalikuwa yanaonekana mazuri, lakini tunashukuru jeshi la polisi waliwahi waliweza kuzuia ghasia na utaratibu umekwenda vizuri. Asubuhi wana usalama kusikia na watu wa madini, tumekaa tumeelimishana na utaratibu unatakiwa kufanya na kinachofanyika kwenye fensi mara tu mvua inapokuwa imetokea. Kwa hiyo mpaka sasa hali ni swali inavyoendelea vizuri. Pia nitumie tu fursa hii kutoa rai kwa vyombo vya habari ambavyo kimsingi wanatoa habari ambazo ni za kupotosha ambazo zinaleta za kuleta taharuki kwa viongozi wakubwa wa nchi, kuleta taharuku kwa watu ambao ndugu zao wanafanya kazi maeneo haya. Pia inaleta taharuki kwa wale wawekezaji wa ambao wametumia mitaji yao mingi kuwekeza katika eneo hili, ionekane ile eneo hili sio salama sana kwa uwezekazi. Ni wasii tu wao wanatoa taarifa sahihi kupitia vyanzo ambavyo ni sahihi, sio kufika kila sehemu. Mwingine unaweza kumwoja ambaye sio mhusika, mpita njia, ajui chochote, anatoa majibu yenye matakwa ya kwake jambo ambalo linaweza kupoteza uhalisia na kuzua taharuki kwenye nchi nzima.